Vipi siste, karibu kwenye channel ya Simons World. Leo tunaanza safari mpya kabisa ya kujifunza programming kutumia lugha ya Python. Katika safari hii tunaenda kujifunza kutumia lugha ya Kiswahili, so naomba ukaribie, nauwe tayari tujifunze kwa pamoja. Sasa kabla tuanze kujifunza lugha hii ya Python, kuna mambo mengi ambayo ni ya msingi ambayo ningependa kwanza tujue kabla hatujaanza. Kuna maswali ambayo pengine tunaweza taka kuwa tunajiuliza. One, Python ni nini? Python ni nini la okay? na pili, inatumika aje? itatusaidia aje? tunaanza aje? hayo ndio maswali ambayo tunaenda kujifunza siku ya leo, Sababu kupitia haya maswali ndio ambapo tutaweza kuelewa Python ni nini na vile inatumika na vile itatusaidia. Python ni lugha ya, ku, ya kuandika program za kompyuta. Ukisikia neno Python uh, usifikirie mnyama. Najua kuna mnyama chatu, sijui anaitwa vile chatu. Tusiende kule. Hii ni lugha ambayo watu hutumia kuandika programs za computer. So Python siyo joka ama no, haimaanishi vile. Hii ni lugha ambayo computer huweza, watu hutumia kuweza kuandika program za computer Python, uh, ina sababu nyingi sana sisi kutaka kujifunza. Kwanza, Python ni lugha rahisi sana, especially kwa sisi ambao tunaenda kuanza. Wewe ambao unaenda kujua kujifunza uh, Python for the first time. Uh, Python ni muhimu sana kwa sababu ni rahisi, ni njia rahisi sana ya kujifunza programming. Ina urahisi fulani ambayo huwezi upata kwa uh, lugha zingine. Jambo lingine, Python hutumika, uh, mahali kwingi sana. Ukitembea mahali kwingi, utakuta Python ndio lugha ambayo inatumika sana. For example kunda websites, Python hutumika data science Python hutumika Machine learning Python hutumika sana robotics Python hutumika sana kwa robotics ukikuja kwa vitu kama games Python hutumika ni lugha ambayo inatumika sehemu nyingi sana kwa hivyo ina umuhimu wa wewe kujifunza hiyo lugha Python iko na community kubwa sana jamii ambayo inatumia Python duniani ni kubwa sana so wakati for example umekwama mahali maybe kuna kitu hujaelewa, ni rahisi sana kupata msaada, kwa sababu watu wengi wapo kwenye internet. Kuna ndugu zetu mahali wanajua, for example kwenye district yenyu mahali unaishi kijiji chenyu, kuna mtu anajua Python ni bila hujajua tu, lakini through internet mnaweza mka communicate na mtapatana, na ni rahisi sana, hata ukitype tu kwenye Google utapata suluhisho la lile swali ambalo unalo. Alafu, community inamaanisha ni jamii ya watu ambao, for example kama mimi niko kwenye YouTube ukiniandikia, mimi ninaweza kukusaidia. Nisipokusaidia, kuna watu ambao wako na ni follow wanaweza wakakusaidia, unaona, na mimi nitafanya juu chini ili niweze kuwasiliana na wewe na niweze kukusaidia. nitakupa mfano mdogo hapa wa program. What is a program? Okay? Program. Nitakupa mfano tu mdogo ambapo tunaenda kuandika neno print, alafu uh, tutafunga na kufunga fungua na kufunga, nitatafuta hilo, hilo neno parenthesis, ndani ya parenthesis okay? Tuenda kuandika neno na hili neno tutatumia double quotes. Double quotes. Haya ni maneno nitawatafutia, nitawaandikia kwenye screen nikishapata maneno yenyewe kwa lugha ya Kiswahili, so tuna bonyeza run and then kwenye terminal hapa chini inatupa output. So kila wakati tunapotaka kuandika neno habari dunia, wacha tusiandike habari dunia. Tumie vipi hilo, tutumie vipi brother? hilo ni neno nzuri, tutumie vipi brother? wakati tunataka kuandika hili neno vipi brother hatutakuwa tunarudia rudia, tutakuwa tunafanya nini? Unabonyeza pale na inatoa vipi brother, okay? Unaona ni urahisi sana. Ukitaka kwa kawaida kuandika vipi brother, lazima utype vipi brother, lakini sasa kwa sababu tumehifadhi pale, hiyo ni program, ukihitaji tu kuandika vipi brother, unabonyeza pale, ninaandika vipi brother ni program tu, ni program kwa urahisi, ni kuonyesha program si kitu kigumu. Najua hii haiwezi kukusaidia kwa vile vyote, lakini ukishajua hili, hii ni msingi tunajenga, okay? kuna njia nyingine ya kuran program kwenye terminal, unakuja unaandika jina python, then unaandika jina ya programu yenyewe. Kwa for example kwa saa hizi tumeandika habari.py, hmm. neno.py inaambia kompyuta hii ni faili ya Python, inafaa kukuwa interpreted na Python. Python ndio inafaa kuisoma, ni lugha ya Python. inaambia kompyuta hii ni lugha ya Python. .py. Kama kwa mfano .txt inaambia Notepad ama ile program nyiko kwa kompyuta yako ambayo inaweza read text, text uh, format iyosome Your text. So hii inaisha na .py. Umeangalia kwenye mziki uh, audio mingi zinaundwa .mp3. Inaambia kompyuta itatumia programu gani kusoma hiyo file. So kama ni .mp3, utakuta kuna files ambazo zitaisoma, lakini kwa sasa hii ni .py. Inamaanisha Python ndio itaisoma. So kwa nini Python ni muhimu kwetu? Tuanze na vijana Brother. Python ni muhimu sana. Ukijifunza lugha ya Python, ni rahisi sana kwa wewe kupata kazi kwenye mitandao. For example, kuna programming, kuna watu wanahitaji watu wawafanyie kazi virtually. Virtually inamaanisha mtu anaweza kuwa Marekani lakini hana mfanya kazi wa kufanya kazi fulani, sio kwa sababu wewe unaelewa programming ama data analysis Unaweza tumia kompyuta yako ukiwa mahali ambapo uko East Africa ama mahali kwingine, na mtu kule Marekani anakutumia kazi na unamfanyia ile kazi, so ni rahisi kupata kazi freelancing, kupata kazi kupitia kwa mitandao. Hii ni kwa walimu sasa. Python ni lugha rahisi sana kufunza uh, data science, wakati unafunza wanafunzi kutumia Python inakuwa rahisi sana kwako ku communicate na wao na wao pia wanakuelewa kwa urahisi. So kwa walimu pia Python husaidia. Kwa wanabiashara, Python itakusaidia vipi? Python itakusaidia wakati unaunda apps zako ambazo zinafuatilia mauzo ya biashara yako. For example, ushaenda kwenye supermarket. Supermarket nyingi hutumia uh, computerized system ambayo ina read information kutoka kwa product kama for example umenunua unga, ina read unga ni size gani, na inaandika ni bei kiasi gani. And then wewe ukipeana pesa inakuwa rahisi sana. And then kila jioni ina ripoti, leo imeuza vitu fulani fulani, pesa ngapi, tumebakisha vitu ngapi kwenye store. Hiyo ni program ambayo inakusaidia wewe mwenyewe, hata ukiwa na simu mahali pengine, uko Mombasa, uko Nairobi, uko New York unajua kule Tanzania, kule Ethiopia, kule Malawi biashara yako inaendelea vipi? nini unahitaji kununua nini? na haiendi vizuri, okay? Kwa hivyo pia programming inakusaidia. Kwa wale ambao wanapenda technology kama mimi, kuna mambo mengi ambayo unafanya kila siku ambayo ni ya repetitive, vitu ambazo zinajirudia sana, kuhamisha files, kupeleka mahali fulani convert data kuenda a different data. For example, unajaribu kubadilisha MP4 files to MP3 files. Unaona hiyo ni kazi ambayo pengine unaifanya daily kwa kurudiarudia kurudia, rudia, so unaweza fanya kitu kinaitwa automation kutumia Python na itakusaidia every day, ikifika wakati fulani unaweza i command, ikifika saa tatu nusu inafanya majukumu ambayo ingekuchukua 3 hours kufanya. Yato, yote kuna ya automate, inakufanyia within a few seconds imeshamaliza. Kwa hivyo pia wewe inakusaidia. Hadi hapo tumeweza kujifunza kuhusu Python, umuhimu wake, kwa nini tutumie Python na vile inaweza kutusaidia kwenye life yetu ya kila siku. So kabla tujaendelea, ni vizuri tukujue kwanza ni version gani ya Python ambayo ni sahihi kuna Python 2 na Python 3. Sasa hivi tunatumia Python 3, maana Python 2 imesitishwa. Kwa hivyo kila kitu tutakachokuwa tukijifunza hapa kitakuwa kwa lugha ya Python 3. So lazima kwanza tujue kama Python iko kwenye kompyuta yetu. So kukagua kama Python ipo tayari, lazima tuangalie kama imewekwa kwenye kompyuta yako. So kwenye kompyuta ya Windows nenda kwenye search andika neno cmd, bonyeza enter. Itafungua command prompt. Kwenye command prompt andika jina python, then weka space dash dash version. Kama unaona version tayari iko. Kama haipo inasema not recognized, so unahitaji kufanya nini? Kama inasema not recognized, kama imeandika version, kama for example O, uko sawa. Kama haiko, utafanya vipi? Hatua ya kwanza ni kufungua website, fungua browser yako kwa mfano Chrome au Edge. Wewe ndio unajua ile wewe hutumia kila siku okay? Andika neno python.org. Kisha bonyeza enter. Ukifika nenda kwenye sehemu ya downloads. Website yenyewe mara nyingi inakuonyesha button ya kijani download exe kama hicho. Hatua ya pili ni kupakua installer. Hapo kwenye download, download Python 3 something something, bonyeza hiyo button. Na file la .exe litapakuliwa kwenye folder ya downloads. Subiri kidogo hadi ikamilike, okay? So hatua ya tatu ni kusakinisha installation, kwa lugha nyingine. Nenda kwenye download folder yako, bonyeza mara mbili file uliyopakua. Yaani double click Mfano Python 3.12.5.exe. Na kabla hujabonyeza install now, weka tiki hapa chini kwenye maneno add python to path. Hii ni muhimu sana, kwa sababu inafanya Python ipatikane moja kwa moja ukiandika kwenye command prompt. So usisahau kwa kutik pale. Ukisha tick, sasa bonyeza install now, then wait, subiri hadi ikamilike. Hatua ya nne, ni kukagua kama imewekwa vizuri. Baada ya installation kukamilika, fungua command prompt. Nafungua command prompt kwa kuenda kwenye search. Andika neno cmd, hizo ni initial za command prompt, cmd, then ubonyeze enter. Pale ndani andika python weka space dash dash version. Ukiona kitu kama Python 3.12.5, ah, sasa uko tayari, imesakinisha kwa mafanikio. Na hivyo ndio unaweza kudownload na kuinstall Python kwenye Windows. Sasa uko tayari kwa masomo ambayo tunaenda kujifunza, ambapo ni somo la kwanza tunaenda kutumia lugha ya Python. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili usikose video zijazo. So baada ya kusakinisha, unaweza fungua Python shell kwa kuandika Python 3 kisha utaona alama tatu za mshale hapo. Unaweza kuandika code moja kwa moja, mfano 2 plus 3 enter, inakuletea ngapi 5. So badala ya kuandika moja kwa moja kwenye shell, unaweza kuandika kwenye file. Mfano nenda kwenye notepad yako na ufungue, andika neno print, alafu weke parentheses, then ndani pale weka double quotes, andika neno vipi bradhe. Then hifadhi file kwa jina program.py, kimbiza kwa command line, ile ni command prompt, mahali penye tulikuwa, then andika neno python, weka space program.py. Program.py ni neno moja, bonyeza enter, utaona ujumbe vipi bradhe. Kabla tuendelee, ningependa tujifunze kuhusu Python IDEs. hizi ni tools za kufanyia kazi kuna njia nyingi za kuandika Python. So, moja ni kutumia IDLE, hii inakuja na Python. VS Code ni maarufu sana kwa nawaanza na wataalamu pia. Kama unaanza kujifunza lugha ya Python ama ni mtaalamu, VS Code ni nzuri sana kwako. Nyingine ambayo pia ni very famous ni PyCharm, ni kubwa sana na inafaa kwa miradi mikubwa mikubwa so, kwa nawanza, VS Code ama IDLE, I think hiyo inatosha kabisa but kwa, for the rest of the programming yenye tutakuwa tunajifunza hapa naomba usakinishe VS Code. Nitakufunza kusakinisha VS Code. Hadi sasa tumeelewa Python ni nini na kwa nini ni muhimu. Tumejifunza pia jinsi ya kuangalia kama ipo kwenye kompyuta. Pia tumeona vile unaweza kusakinisha kwenye Windows computer na pia tumeona njia mbili za kutumia Python, kutumia interactive shell na kuandika file. Hadi hapo I think hii ilikuwa ni introduction. Ah uh, tumeandaa mazingira ah uh, ambayo yenye tutatumia kwa video ambazo zinafuata. So in the next videos tunaweza tunaenda kujifunza msingi ya Python. For example, tunaenda kujua uh, kuhusu variables, tunaenda kujifunza kuhusu data types, tunaenda kujifunza kuhusu loops, tunaenda kujifunza kuhusu functions hadi ambapo tutaweza kuandika apps zetu ambazo zinatusaidia kwa maisha ya kikawaida. Lakini kwanza, mambo ya msingi kama variable, data types, loops, functions, hizo zote tunaenda kujifunza kwa next, uh, topic ambayo tunaenda ku introduce. Lakini kwa sasa I think umefurahi, umejua jinsi ya kusakinisha jinsi uh, kwa nini tunahitaji uh, Python, umuhimu wa Python vile ya kui download kwenye simu yako uh, computer yako na jinsi unatumia Python kwa interactive shell na vile unaweza download IDEs hiyo pia nitakufunza, and then kuandika Python, uh, luga, kuandika Python ukitumia uh, notepad, yote tumejifunza. So nashukuru sana kwa muda wako. Uh, hadi hapo tutakapo, uh, introduce the next video. Subscribe, like, na unaweza kushare, na kama uko na swali comments hapo chini, nitangoja kuona comment yako, nitahitaji kuona swali lako ili tujue tuko pamoja. Thank you. Until the next one, tuonane.